Maujaji wa matumaini, tumsifu Yesu Kristo wapenzi wa mashairi, asalamu alaykum, na karibu kwa neno la Mungu ambalo latoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai kwanza mstari wa 12 hadi 20, ambalo ni shuhuda wa Mtume Paulo tukiadhimisha siku kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme wa ulimwengu, kwa shairi langu ambalo ni tarbia na kusii. Tuzamia pamoja ili tupate kubarikiwa. Asante. Wapendwa ndugu zanguni, Baba na mshukuruni. Yeye katuwezeshani, kurithi yalo mwangani. Metuokoa gizani, ufalme katupeani. Metwingiza falmeni, wa mwana wake mpendwa. Katika Yesu tunao, wokovu kwa damu yake. Dhambi tunaondoleo, tufike ufalme wake. Sura ni ya Mungu wao, asiyonekana kwote. Metwingiza falmeni, wa mwana wake mpendwa Mwanzoni alizaliwa, viumbe katangulia. Kwa yeye vimeumbiwa, vya mbinguni na dunia. Vyote vionekaniwa, na sivyoonekania. Metwingiza falmeni, wa mwana wake mpendwa. Wenye enzi, utawala, ukuu na mamlaka, meumbwa na mtawala, kwa nguvu yake hakika. Naye likuwako kabla ya vitu vyote kufika. Metwingiza falumeni, wa mwana wake mpendwa. Vyote vikashikamana pamoja ndani yake, kichwa cha mwili ni Bwana, yani kanisa ni lake. wafuni litoka Bwana, kawa kwanza yote pake. Metwingi za falumeni wa mwana wake mpendwa utimili fuwa Mungu wote kae ndani yake. Mepatanisha vya mbingu na vya duniani kwake. ama nimeleta meleta Mungu damu, msalaba wake. Metwingiza falmeni wa mwana wake mpendwa Metwingiza falumeni wa mwana wake mpendwa, metwingiza falumeni wa mwana wake mpendwa mpendwa, metwingiza falumeni wa mwana wake falumeni wa wake mpendwa. Na neno litasimama, amina.